Bana, umewahi kukutana na kisa mkasa cha noti bandia? Mara nyingi mikasa hii inawakuta wafanyabiashara wa huduma ama bidhaa, ambapo wahalifu hawa huwa wanaenda kununua bidhaa ama huduma na wanawalipa kwa fedha bandia, jambo linalowaacha wafanyabiashara hawa wakiwa na hasara pamoja na maumivu. Sasa ripoti ya takwimu za matukio ya uhalifu ya hapa nchini Tanzania yanaonesha mwaka huo yaliripotiwa matukio 139 yaliyohusisha utengenezaji wa noti bandia. Matukio hayo yameongezeka kidogo kutoka matukio 105 yaliyoripotiwa mwaka 2023. Sasa hii leo nitakwenda kukutajia mambo unayopaswa kuyazingatia kwenye noti ya fedha ili uweze kubaini kama noti hiyo ni halali ama ni noti bandia. Na mambo haya si ya kubumba, ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania ma-BOT ambao ndio wachapishaji wa fedha hizi za Tanzania na wamekuwa wakiyafundisha mambo haya katika semina mbalimbali. Mathalan, semina ya hivi karibuni iliyokutanisha wanahabari na maafisa waandamizi kutoka BOT ndio wamenipa madini haya ambayo ninakwenda kushare na wewe. Alama ya kwanza ambayo unapaswa kuitizama kwenye noti ya fedha ili kubaini kama ni noti halali au la, ni utepe huu hapa. Hii ni alama ya usalama inaitwa utepe ambao unapatikana upande wa kulia wa mbele wa noti yoyote iwe ni shilingi elfu kumi ama shilingi elfu tano ama shilingi elfu mbili pamoja na shilingi elfu moja ambayo sinayo kwa hapa sasa. Utepe huu ni wa usalama kwa sababu umetengenezwa kwa namna maalumu na haufanani kwa noti zote hizi ambazo nimekuonesha. Kwa mfano mawimbi haya yanayocheza cheza, unapoihamisha noti kutoka kulia kwenda kushoto au juu kwenda chini, hubadilika rangi kwenye noti shilingi elfu kumi kutoka rangi ya pinki kwenda rangi ya kijani. Na kwenye noti ya shilingi 5000 utepe huo hubadilika rangi kutoka rangi ya pinki kwenda rangi ya zambarau. Na kwenye noti ya shilingi 2000 utepe huu hubadilika rangi kutoka rangi ya dhahabu kwenda rangi ya kijani. Lakini pia vilevile vile, kwenye utepe huu kuna maneno yameandikwa BOT, ambacho ni kifupisho cha Benki Kuu ya Tanzania pamoja na thamani ya noti husika, kwa mfano kama ni shilingi elfu kumi utaona kwa maneno yameandikwa BOT elfu kumi uh, ambayo imeandikwa kwa namba, tarakimu hizo zimeandikwa kwa namba, si kwa maneno uh, kwenye Elfu tano itakuwa imeandikwa BOT elfu tano kwenye elfu mbili itakuwa imeandikwa BOT elfu mbili Kwa hiyo hiyo ni alama ya kwanza ambayo unaweza kukutambulisha kama noti hiyo ni halali au ya bandia. Kwenye fedha bandia alama hii haipo na hata ukiichezesha hauwezi kuona rangi hizo zinabadilika katika noti hizo zote, kwa sababu ile ni nakala tu au kopi ya noti halali. Alama ya pili ambayo ndiyo maarufu zaidi kwa watu wengi ni kutizama alama iliyofichika ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambayo yenyewe ipo pia kwenye noti pale unapoiinua kuiangalia hivi kwenye mwanga. Na Mwalimu Nyerere kwenye noti halali huonekana kwa picha angavu pale ambapo unainua hivi kwenye mwanga. Sasa noti bandia hazina Mwalimu Nyerere ambaye anaonekana kwa mwanga angavu, lakini ukimtizama kwa zile noti bandia ambazo wamefoji au wamegushi, Mwalimu Nyerere kuonekana basi anakuwa kama amechorwa hivi. Kwa hiyo unaweza kuishtukia mapema tu, ukiitizama hivi kwenye mwanga, unaona Mwalimu Nyerere ni kama amechorwa hivi, kwa sababu wanajaribu tu E, kubumbabumba na kujaribu kuonekana aonekane kama e, ndio mwenyewe, lakini sio yeye. Na hiyo inawawia vigumu watengenezaji wa noti bandia kuweka picha halisi ya Mwalimu Nyerere, kwa sababu noti hizi halali zimetengenezwa kwa pamba na pamba, malighafi ya pamba inawawezesha watengenezaji kuipatia ficha nyingi zaidi za usalama noti hii, tofauti na noti bandia ambazo zenyewe zimetengenezwa kwa karatasi. Kwa hiyo karatasi inawawekea ukomo wa wao kuiga au kunakili e, feature au vipengele vya usalama ambao vipo katika noti halali ambavyo tutaendelea kuvitizama. Kwa hiyo kitu cha pili cha kuzingatia ni alama ya Mwalimu Nyerere ambayo inapatikana pale ambapo unainua noti yako e, kuelekea mwanga ulipo. Alama nyingine ya tatu ni kivuli kilichofichika ama latent image ambayo huonesha thamani halisi ya fedha pale inapogeuzwa geuzwa, geuzwa. Tizama hapa kwenye noti ya shilingi elfu kumi naona kuna hii alama hapa ambayo imekaa kama kivuli, ukichezechezesha noti namna hii utaona eh, kuna hapa thamani ya fedha ambayo inaonekana kwa namna fulani angavu. Kwa hiyo alama hii ipo pia katika noti ya shilingi elfu tano na inapatikana katika noti zote. Kwa hiyo hilo ni jambo pia unapaswa kulitizama unapojaribu kujiridhisha kama noti hiyo ni halali au la. Alama ya nne ambayo unapaswa kuitizama ili kubaini kama fedha yako ni halali au la ni pembe zinazoparuzwa ambazo huwa pembezoni kabisa mwa noti husika. Kwa mfano kwenye shilingi elfu kumi kuna hizi uh, V tatu ambazo zimetizama juu. E, alama hizi ukizishika unaweza kuziparuza. Mara nyingi hii ipo katika zile fedha ambazo ni zina upya upya. E, fedha kama imechakaa kidogo huwezi kubaini hilo, lakini ukiparaza hivi unaona kabisa hizi alama zinashikika na hizi zimewekwa ili kuwawezesha watu wale ambao wana uh, ni walemavu wa macho kuweza kubaini eh, kiwango halisi au thamani ya hiyo fedha. Kwa hiyo ukitizama hapa kwenye shilingi elfu kumi kuna hizi vi ambazo zimetizama juu uh, kwenye shilingi 5000 kuna vi hizo hizohizo, lakini zipo mbili ambazo zimetizama juu, na kwenye eh, shilingi 2000 kuna vi moja hizi na zenyewe ni alama ambazo zinaweza kusaidia kubaini kama fedha hiyo ni halali au la. Hizo ni alama ambazo ziko mbele ya noti. Nyuma ya noti uh, kuna alama pia nyingine, na alama mojawapo ni alama hii ya twiga. Ukitizama uki hapo kuna, kwenye noti kuna alama ya twiga mwenye rangi ya dhahabu hivi, na alama hii ipo kwenye noti ya shilingi elfu kumi noti ya shilingi elfu tano na noti ya shilingi elfu mbili yupo pia vilevile vile kwenye noti ya shilingi elfu moja ambapo ndani ya noti hiyo pia kuna maandishi ambayo yanaonyesha thamani ya noti ya shilingi elfu moja. Kwa hiyo ukitizama hapo kwenye noti utaona alama hii. Haionekani vizuri kwenye noti bandia, kwa hiyo ukiona hauoni alama hii ya dhahabu kwenye noti ya shilingi elfu kumi ambayo kuna twiga ndani yake, basi tambua hapo unakaribia kuingizwa choo ambacho sio cha jinsia yako.